Niwa na roho ngumu kama za mashetani, ise kwenda kuua kiumbe cha Mungu na mnasema, angekaacha hapo hata tukaokote ili tuweze kumsaidia hata huyo mtoto. Jamani, tukio hili nililiona mnamo wa saa kumi na mbili na nusu nikiwa na bwana mmoja anaitwa Daudi, tukiwa tumekaa hapo kwenye pikipiki, tunaangalia abiria wanaotoka point zoni kuelekea kwenye mashughuli zao shughuli zingine. Sasa Bwana mmoja alitokea, akiwa anatafuta ana, ana, ana, ana chakula cha nguruwe, akamwaga ile pipa, katika kumwaga ile pipa, katika kumwaga ile pipa akakuta huo mfuko, kuna mtoto ambaye yuko ndani ya mfuko. Sasa ni kitu ambacho kimetuuma, kime, kime um, kime sana, na baada ya kutuuma sana, kabidi tushirikishe jamii kuonyesha kwa kwamba kuna tukio lilotokea hapa, ili tuweze kutoa ushirikiano, huyu mtoto akahifadhiwe sehemu ambayo ni salama. Ni hayo tu. Haya mapipa yanatoka kwenye ma, kwenye hoteli ya Point Zone na huwa mara nyingi kuna kuta, kuna watu wengine wanakuja wanaweka takataka zao hapo. Sasa kwa namna tulivyowauliza watu wa Point Zone, wakatuambia hili pipa tumetoa, lakini haukuwa na huu mzigo. Huu mzigo ulikuwa uko juu, na kwa jinsi tulivyoona sisi, tulivyohisi tukahisi, labda ni mpita njia ameweka huu mzigo hapo na kujiondokea. Sasa tukujua kwamba kinachoendelea ni labda polisi labda wafanye kazi yao, kujua. Bomba, ameletwa subuhi, ama... Ni asubuhi kwa ajili ya hizi taka ambazo magari yanapita hapa wanachukua matakataka. Nadhani kwenye saa 12 kamili kwa sababu sisi tulifika hapa kwenye saa 12 na nusu tukawa tumepaki hapa kwa ajili ya abiria. Na baada ya hapo kuona hilo hilo tukio nikabidi mm, tushirikishe watu wanaopita njiani ili wajue kwamba kuna tukio liko hapa ili tuweze kumnusuru mtoto labda akahifadhiwe sehemu salama. Misielewe kweli. Kukuta changamoto kama hii nakuta mtoto ametupwa. Wakati mimi kidume kama mimi, nimeachwa na rasilimali mingi, hata angenipa mimi, hata ningeomba mtoto atusaidiane. Hii maisha, hata mtoto usishindwe kumsomesha. Hii ku struggle hivi, mtu ana struggle tu kibishibishi. Hiyo mapenzi amefanyaya paka kuja kuzaa mtoto. Mtu asiku akaja kumtupa. Yaani, hii maisha hii, huyu mama ndakwa asakula hata itumike uchawi. Yaani, hapatikane alipo yani. Ili isiendelee. Sababu hii maisha sio hivi kweli. Watu kutupa tupa watoto so fresh. Watoto ndio taifa la kesho. Juzi tumemwotea makufuli. Ni kichwa moja hiyo ilitenda mambo mimi. Mm. Leo tukipoteza poteza hivi, tutapoteza taifa basi kibisi hivi hivi. Ndakoa watu tuwe na akili. Sio unabebesha wanawake mimba zingine kwa afoki. Hata mwanamke na ukifokiwa na mwanaume, wewe ndio umebeba mimba. Mimba yenyewe ndakoa uzae na ule na ule. Aisee yeah. Mungu tu yani yani atusaidie kwa mambo kama haya maana hata mimi sielewi mm. Eh, sielewi kabisa nimechukia ni kukuta mtoto kwenye pipa asi. Mimi yenyewe ningetupa kwenye pipa leo ningeongea nini hapa kwenye mic. <laughs> Nisingezungumza. Boma masamia hata anielewa hata mimi hapa kama mtoto ambaye kuliko na mimi hata sijauawaga. Huu yeah. Tumsakanya yani. Yeah. Popote halipo. Hii ndo yeah. Chuguani. Yani yeah. Makondo yuko chuguani aongee na afanye mambo yeah. Mazuri mazuriani. Afadhaliye jukumu kama iliwe ili, mwanzo na nilifundishwa kwa watu wengine. Mimi kwa ukweli bwana huyu dada kitu alichokifanya nadhani sio kizuri kwa sababu kama alishaamua kufanya tendo kama hilo na ni lazima apate kitu kama hicho. Hasa kwa nini anamtupa mtoto? Je, ni wa kwanza ama je, ni wa pili ama ni tabia yake, ndio jinsi ameizoea. So hilo sio jambo zuri sana. Kwa wakina mama wajaribu basi na wao kuangalia basi, kuna kinga zingine za mimba na nini, kuliko mtupe, bora waweke kinga e, wafanye vitu vyao, maisha endelee. Hapana, wanawake wengine wanapenda starehe sawa, bwana anapata mimba, alafu pengine yani anapenda vitu ambavyo pengine huwezi ukavifanya kwa wakati huo e, au wengine mashemeji, mama baba, wengine wanaweza wakachafukwa tu mwanamke akashindwa nini, akaona hii familia mimi naweza nikaitelekeza tu kama hivyo, lakini sio uamuzi mzuri. Jinsi wanawake jinsi wanavyofanya hey! wanawake wanatafuta hey, watoto hawapati, alafu mtu anakuja kutupa mtoto. Ni kweli angeleta, hata mimi japo na wajukuu na watoto